Leo baada ya Harmonize kuonekana Basata ni kwamba finally tumepata nafasi ya kugundua kwamba kumbe moja kwa moja eh, kilichoendelea pale Basata ni nini na sababu ya yeye eh, kusamee deni la Ibra, ambayo ilikuwa ni bilioni moja alikuwa anamdai kutokana na maelezo ya mkataba kwamba akitaka kuterminate contract pale Konde Gang, basi moja kwa moja inatakiwa msanii alipe bilioni kwenye lebo sasa kwa mujibu wa Harmonize, amedai kwamba yeye amevuna alichokipanda kuhusiana na issues nzima ya Ibra kutaka kuondoka, lakini pia vilevile kusamehe hilo deni ni kwamba amevuna alichokipanda, akisema kwamba amevuna alichokipanda maana yake ni kwamba So hapa kuna ni neno la busara sana hili, ukilifikiria kiundani unaweza ukawa umeelewa alichokuwa na maanisha, alichokuwa na maanisha hapo Harmonize kusema kwamba amevuna alichokipanda, ameweka kwamba kuna tofauti kati ya kusema kwamba utavuna ulichopanda na utavuna ulipopanda. Umeona, eh utavuna ulichopanda na utavuna ulipopanda. Sasa yeye amevuna alichopanda akiwa anamaanisha, kwamba akaelezea kwamba akisema kwamba utavuna ulipopanda ni kama vile, labda unaweza ukamsapoti msanii ukataka upate pesa kupitia msanii ule uliyemsapoti, which yeye haikuwa point yake. Lakini yeye anasema kwamba hame, atavuna alichokipanda eh, kutokana na kwamba kwa vile ameamua kuinvest E, kumsupporti mtu kumpa spotlight, kumpa fame, kumpa, e, kumpa audience kwa namna moja au nyingine, basi yeye anaamini kwamba Mungu ataweza kumbless katika njia nyingine tofauti na sio lazima kwa sehemu ambayo aliinvesti, yani kwa msanii huyo Ibra. Hapana, anaweza anaweza ka yeye Harmonize anaweza akapata, Mwenyezi Mungu anaweza akamlipa fadhila zake kwa njia nyingine tofauti na vile ambavyo yeye alivyokuwa anatarajia au vile ambavyo watu walikuwa wanatarajia kwamba atapata pesa kupitia investment aliyofanya kwa Ibra. So hiyo ndio ilikuwa pointi yake, lakini pia vilevile kitu vile kingine ambacho Harmonize ameeleza ni kwamba ameelezea kuhusiana na yeye kusamee bilioni moja amedai kwamba yeye kusamee bilioni moja bwana, sio kwamba labda yeye ni tajiri sana hapana, ni kwamba yeye ameona kwamba hakukuwa na haja ya kuendelea kupambania au ku kukomeshana kukomoana eh, yeye alikuwa aamini katika hilo, na ndio maana ikapelekea yeye kusamehe hiyo bilioni, mambo mengine yaendelee, na sio kwamba labda yeye ana mabilioni mengi sana ndani. Umeona bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo na hivyo ndivyo situation ilivyokuwa kwa ujumla. So it is what it is